Moja za serikali kwamba bunge sasa alikubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya madini kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Majadiliano yanaendelea. Asante Mheshimiwa, naona kwenye orodha hapa kuna Mheshimiwa Magesa, Mheshimiwa Kanyasu, Mheshimiwa Mariki, Mheshimiwa Maganga. Mheshimiwa naibu spika Nakupongeza wewe na Mheshimiwa Spika na wenye viti wote wa bunge hili kwa kutupatia fursa hii, lakini vile vile kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya uratibu na uongozi wa bunge. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ambayo ametupatia tena leo kuweza kupata nafasi ya kuongea juu ya kuhusu hotuba hii ya waziri wa madini au wizara ya madini. Nampongeza Mheshimiwa rais kwa usimamizi na uongozi thabiti wa wizara hii na kufanikiwa kufanya ichangie vizuri kwenye pato la taifa. Lakini nampongeza mheshimiwa naibu waziri kwa uongozi mzuri. Kwanza waziri, alafu naibu waziri kwa namna ambavyo wanafanya kazi na wizara hii. Ukiangalia huko kunakotoka sisi ambao kuna machimbo, sasa biashara hii ya machimbo imechangamka sana. Ni dhahiri kwamba ana kazi kubwa anayoifanya hapa. Lakini mpongeze naibu waziri, katibu mkuu na naibu katibu mkuu na wataalamu wote wa wizara hii kwa kazi kubwa wanayofanya. Kwa hakika sasa uwazi na uwajibikaji katika sekta hii unaonekana. Mheshimiwa naibu spika wa bunge, nipongeze sana mheshimiwa rais kwa mitambo ya uchorongaji ambayo sasa inapatikana kwenye maeneo yetu. Hii imesaidia sana uchorongaji uwe rahisi, lakini ni ombi langu tu kwamba mitambo hii iongezwe, kwa sababu sasa ilivyopatikana wachimbaji nao wamekuwa wengi. Mi nakata kumi na tatu kumi na nne zinachimba dhahabu kwa mitambo hii kumi inawezekana isitoshe kabisa, lakini bado ndugu yangu Kanyasu anao, ndugu yangu Msukuma anao, Karemani anao, Maganga anao. Kwa hiyo ninaamini tu kwamba tukiongeza mitambo hii tutakuwa tunawarahisishia wachimbaji wadogo, lakini Mheshimiwa Waziri tumesikia habari ya huyu ndege, ndege nyuki huyu hapa, kuna majibu ya, wa, ya wachimbaji wadogo na wachimbaji wakubwa, hasa wachimbaji wadogo, tunataka utafiti ufanyike wa kutosha ndani ya nchi hii. Mwaka jana kumbukumbu zetu kumbu, zilikuwa zinaonyesha wazi kwamba tume tume survey 16%, 16%, na na plani yetu ni kwenda kwenye asilimia hamsini lakini utekelezaji wa utafiti huu ambao sasa umeshafanyika majaribio, umeshafanywa majaribio. Kwenye hotuba yako umesema wazi, mmejaribu Dodoma, mmejaribu Geita kuthibitisha kwamba tukienda kwenye zoezi hili tutakuwa tumefanya kazi kwa faida kubwa. Kwa hiyo nikuombe sana zoezi hili liharakishwe ili kuona wananchi wetu wanafanya kazi vizuri, wasifanye kazi hiyo fizikia, wanasema geophysics, Airborne survey, niombe sana ifanyike ili tupunguze ubashiri wa wanachimbaji wetu kwa sababu katika ubashiri hapo wanapoteza mitaji na watu wengi wanakuwa masikini badala ya kupata kipato cha juu. Lakini vile vile ambacho niitaka kushauri ni namna ambavyo tunashughulika na haya madini muhimu na madini mkakati. Hii hotuba yetu inasema wazi kwamba sasa mnatengeneza mkakati ambao mkakati huo baada ya kubadilika baada ya kukamilika tutakwenda kuhakikisha kama madini haya sasa yanafanywa kazi. Niombe sana kwa sababu tunaona kabisa katika teknolojia za kisasa madini muhimu na madini mkakati ndio yatakao kufanya kazi vizuri na yatatutoa mahali fulani, kwenda mahali fulani kwenye uchumi. Kwa hiyo niombe mkakati huo unaotengenezwa kama ni watara wa mtengeneza wa wahi basi. Juzi nilikuwa nasikia wanasema inawezekana shughuli hizi ukawa na mkataba wa miaka 50 45, kwa namna hiyo kwa teknolojia za zamani inawezekana, lakini kwa sasa teknolojia inabadilika kila baada ya miaka mitano. Ukisubiri miaka 30 au 40 utakuta teknolojia tena haikuungi mkono. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niongee kidogo kuhusu CSR. Kila aliyesimama hapa ambaye anatoka kwenye CSR amesimama hapa, Mwita amesimama, Mheshimiwa Msukuma. CSR, CSR ina volume kubwa ya hela, lakini utekelezaji wake unatupa changamoto, kwa sababu kila wakati kuna hela pending imebaki labda bilioni moja, bilioni mbili. Kwa nini hela zinabaki hizi? Ni kwa sababu eh, nisikia mchangiaji mmoja alitoa taarifa hapo asubuhi akasema halmashauri hawana uwezo wa waku, kuweza kutumia bilioni nne wakati wanapelekewa bilioni wanapelekewa hamsini za serikali wanatumia. Kuna mahali serikali inatakiwa ione namna gani wanaweza kumiliki fedha zile ili wafanye kazi vizuri zaidi, lakini engee nasikia imelia hapo, najua hujawasha taa, niseme tu wazi tumetembea kwenye makaa ya mawe lakini serikali sasa inashughulika na watu binafsi kutengeneza mkaa wa mawe mbadala Brickets. Hoja yangu tu ni kwamba ukiangalia takwimu, karibu misitu hekta laki nne kwa mwaka inakatwa, ili tupate mkaa wa kupikia nyumbani. Sasa tukipata Brickets, maana tutapunguza kiwango cha misitu inayoharibika, lakini vile vile nitoe kama, kama, kama mawazo na ushauri. Kule Zanzibar, nina mashaka sana, misitu sio mikubwa na wao briketi hizi wapelekewe ili tupunguze ukataji sasa wa mikoko ile na mikarafuu ili waweze kupata nafasi ya, ya kutumia mkaa huu. Mheshimiwa na, Naibu Spika, kwa leo nitaka niishie hapa. Naomba kuunga mkono. Asante mheshimiwa. <coughs>